zetu ziwe za kimbingu maele, maelezo yetu na kila namna. Hakuna chenga chenga, hakuna kichumbichumbi, hakuna uongo uongo, hakuna marufuku. Ni kusema ndio, ndio. Nimekosa ni samehe, si unajua ni wewe niwe. No, lazima tunyooke hivi, yaani hapa si tunanyooka hivi, ni kunyooka hivi, ni kunyooka hivi, ni kunyooka hivi hivi hivi. Mwenye kona kona tupishe mwenye njia zako hivi, yani utupishe. Tena haraka, unachelewa. Hey, tuwezi sisi. Naomba tusimame. Bibi, mbona mnazunguka na makapu wakati na ubiri mnaziwahi, hela zisipungue. Mwenye Mungu atatoa tu, asiye na Mungu. Kama mtu alipanga sadaka hivi, atarudi nayo Hawezi kurudi nayo hata iweka tu hapo ho. Una wengine, ukiona okay, sadaka, kutoa sadaka kumechelewa, anasema muujiza huo <laughs> <laughs> Tulia basi, tumshukuru Mungu, amen. Ebu tuinue mikono kwa Bwana. Inawezekana kuna mtu ambaye amekuja anahitaji muujiza wa Bwana. Kama upo naomba uje hapa mbele, ili tunapomaliza tuweze kuomba na wewe leo. Kanisa letu tumebadilisha, ndugu zangu mnao tuangalia, kwa ajili ya ujenzi kwa hiyo tume tumekaa namna ambayo hamjawahi kutuona tunakaa, ni kwa ajili ya ujenzi. Naomba wewe ambaye una mateso yoyote njoo hapa, una shida yoyote njoo hapa. Bwana usehemu yangu rafiki, kwa sauti katika